Faida ya saba ya kutafakari andiko matakatifu ya neno la Mungu ni kumlisha mtu wa ndani, kumlisha mtu wako wa ndani. Mathayo 4 anasema hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno la Mungu. Hatutaishi kwa mkate tu. Wengi tunahangaika kutafuta chakula cha mwilini, wengi tunahangaika kutafuta chakula cha tukiangaikia hii miili, lakini tunasahau sana roho zetu, kwamba zenyewe zinahitaji chakula. Na kama mwili wako unavyohitaji chakula, chakula unahitaji mwili wako unahitaji kura, na roho yako inahitaji kura na chakula cha roho ni neno la Mungu. Kwa hiyo tunapokaa kwenye neno kulisoma, tunakuwa tunalisha roho zetu. Kuna watu wengine tuna utapiamlo tunautapia mlo wa kiroho. Kwa nini? hatuna neno ndani yetu, roho zetu zimekonda. Kwa nini? Ndio maana watu wengine tunasumbuliwa na mapepo na wachawi na majini na vitu vidogo vidogo, viumbe vidogo vya ulimwengu wa roho. Ni kwa nini? tuko wiki, yani tuko yani hatuna nguvu za roho zote za roho. Kwa nini hatulishi roho zetu? kwa hiyo tuko wiki, tuko ni dhaifu sana kwa nini hatuna neno linalotia nguvu? Ni kama vile mtu wa mwilini ambaye hali chakula na kuwa dhaifu sana na kuwa mnyonge. Kwa hiyo wengi tuko wanyonge roho, ndio maana tunateswa na wachawi, tunateswa na majini, tunateswa na mapepo sana. Kwa nini? Roho zetu ziko dhaifu, tuna udhaifu sana wa rohoni. Kwa hiyo kama tukishindwa kulisha mtu wetu wa ndani, tukishindwa kumlisha yule mtu wa ndani, atakuwa dhaifu. Na nguvu za giza zitatutesa sana, na nguvu za roho za giza zitatunyanyasa. Kwa nini utakuwa? Ndio maana kila siku naota unakandamizwa, una unakimbizwa vitu sio, unakimbizwa nini? Kwa nini mtu wako andani, mnyong, ni daifu, ni yu, mtu, nenu, wa ndani yuko mnyonge ni dhaifu ni weak. Kwa hiyo jitahidi sana umlishe huyo mtu umlishe neno, akishakuwa na neno la Mungu, akila kashiba, anakuwa strong, anaweza kupambana unakuwa sio mtu tu wa kukimbizwa kila siku, na wewe unaweza kukimbiza wachawi rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka sisi tunaishi maisha ya ulimwengu mbili kwa wakati mmoja, tunaishi rohoni na tunaishi mwilini. Kwa hiyo sasa, kadiri tunavyohangaikia maisha ya mwili, tunahangaikia na roho zetu. Nakumbuka maisha ya mwilini ni ya muda na maisha ya rohoni ni ya milele. Kwa hiyo jitahidi sana kumjali yule mtu sababu yule wa rohoni sababu yule ndiye wa milele iwa mwirime mwili muri. Ukishafariki tu unazikwa, unaishia tu hapa duniani. Huu mwili ni mavumbi, lakini roho inabeba uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana. naitwa Pastor Dawson. Karibu mfalme wa Mungu kwanza, une kujifunza, usisaa kusha subscribe